Jeshi la polisi nchini Tanzania limeeleza kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole kufika katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai, jijini Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo tarehe sita Oktoba mwaka huu na msemaji wa jeshi la polisi, ndugu Polepole alipewa wito wa kisheria kufika ofisini hapo kwa ajili ya kutoa maelezo kuhusu tuhuma alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii. Wakati huo huo jeshi la polisi limesema limeona taarifa zinazodai kuwa polepole pole ametekwa, na limeanza kufuatilia kwa kina ili kubaini ukweli wa madai hayo. Polisi pia imetoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu, huku uchunguzi ukiendelea. Hii ni TMC News Updates Kitaifa. Mimi ni Jack Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kukomenti, pamoja na kushare, ili waanze kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.